Naam, karibu tena e, Teacher Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine tena, leo nimekuja kuzungumzia kuhusiana na jambo moja ambalo linafahamika kwa jina la e, monetization kuhusiana na Twitter X. So, Twitter X nayo ni moja kati ya mtandao ambao unaingiza pesa ama unatoa pesa e, ukiwa unatumia mtandao huo. Nikukaribishe tena katika chaneli yako pendwa kabisa chaneli ya Teacher Sauti ya Sifa. Leo nimekuletea habari njema, lakini pia habari nzuri kabisa. Leo nimekuletea jinsi ya kupata pesa mtandaoni, hasa katika mtandao ambao unafahamika kwa jina la X. Zamani mtandao huu ulikuwa unafahamika kwa jina la Twitter, lakini mara baada ya kuwa Elon Musk ama Elon Musk ambaye ni tajiri wa kwanza wa dunia e, kuonekana kuwa ameumiliki ama amenunua mtandao huo, basi ukawa unafahamika kwa jina la X, ila mimi napenda kuita Twitter X. Sasa huu mtandao na wenyewe ni moja kati ya mtandao ambao unaweza ukapata pesa, ukiachana na mitandao mingine ambayo unaweza ukapata pesa, hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Mitandao mingine ni kama vile YouTube YouTube bwana, wanatoa pesa kiukweli kabisa na pia unapata pesa kiukweli kabisa lakini, pia waga wana vigezo vyao ambavyo unatakiwa uwe na subscribers patazo elfu moja pamoja na watch time has ama madhaa elfu nne Lakini pia e, tukija kwa Facebook, Facebook mwaka 2024 mwishoni, aha, waliruhusu ama waliweza kuweka mfumo wa kulipa pesa katika nchi ya Tanzania, sio kwa ambapo nyuma ilikuwa haitoi pesa, ilikuwa inatoa pesa lakini kwa nchi zingine Aha, na sidhani kama ilikuwa ni nchi za Afrika no, ilikuwa ni nchi za uko kwa wenzetu, lakini kwa bahati nzuri Afrika Mashariki, hasa katika nchi yetu ya Tanzania, nayo na ilianza kulipa pesa kwa mwaka wa 2024 mwishoni nao ni kufikisha forward karibuni 500, lakini pia kuwa e, vigezo vyake sasa hivi forward 500, lakini pia kuwa umekaa katika Facebook ndani ya miezi mitatu. Lakini sasa je, tunawezaje kupata pesa e katika Twitter X? Kabla sijafika hapo, nipende kusema tu kwamba wale wote ambao amategemea kulipwa na TikTok no Hauwezi ukalipwa na TikTok kwa muda huu hapa, na wala TikTok kwa sasa hailipi. Hii inasema ni mwaka 2025. Eh, yes, hii ni mwaka 2025. Unaweza kuja kuangalia video mwaka 2030, mwaka 2000 na ngapi, lakini kwa mwaka 2025 TikTok bwana, imekuwa nchini Tanzania hairipi kabisa. Ili uweze kulipwa na mitandao, ni lazima mtandao huo ukuruhusu katika eneo husika, ama nchi husika, iweke neno moja ambayo linafahamika kwa jina la monetization. Sasa, monetization katika mtandao wa TikTok hilo neno alipo. Monetization inabaki kuwa katika mtandao wa YouTube kwa sasa pamoja na Facebook pamoja na Twitter X ama sasa hivi X. Sasa, hebu twende tukaangalie lengo kuu la hii video eh, na mazumuni ya hii video ambayo tunasema kwamba Twitter X unalipwaje ama vigezo gani uvifuate ili, ili uanze kulipwa na Twitter X, lakini pia vigezo gani na masharti utimize ili ulipwe na Twitter X. Cha kwanza kabisa, kigezo cha kwanza ni lazima uwe na Twitter X katika simu yako ya mkononi. Kwa hiyo utakwenda kuifungua Twitter X katika simu yako ya mkononi lakini pia kama una Twitter X katika simu yako ya mkononi itahitajika uende Play Store kuidownload, twende tukaifungue. Ukishaidownload sasa nikukumbushe tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa eh, kijana mdogo mwenye akili nyingi kabisa. So Twitter X kwa mara ya kwanza ndo hii hapa. Hii ndo Twitter X, ukifungua kwa mara ya kwanza utakutana mambo kama haya. Lakini wewe ambayo utadownload mpya ni radhima ufungue akaunti akaunti utasaini kupitia gmail yako, itakuwa ni rahisi sana. Utabonyeza tu pale create then utabonyeza gmail yako, utaingia katika Twitter X. Sio kama zamani, zamani ilikuwa ni ngumu, ila sasa ni kwa gmail yako tu. Sasa ukishaingia hapa ama ukishafika katika mfumo huu, utakwenda kubonyeza kale kapicha kako kapale juu haka hapa. Kwa hiyo sasa ukishabonyeza haka kapicha, then mambo ambayo yatakuja ni kuhusiana na akaunti yako kwa ujumla. Akaunti yangu mimi ni mpya, kwa hiyo haina following wala forward. Lakini pia Twitter X mara nyingi u, yani ufanikiwe ni lazima unafanya mambo ya kizungu, kwa sababu Twitter X haijaja kwa ajili ya Afrika. Nadhani ni hivyo, japokuwa kwamba kuna Wafrika huku wanaopiga mwingi sana, takutajia hapo mwishoni hapo hapo mbele so, hapa bwana, utakutana na mambo kama haya hapa. Moja, kuna profile lakini mbili, kuna premium. Tatu, kuna bookmarks, Nne, kuna jobs e, sita, kuna rates. Sasa wewe utabidi uchague neno ambalo ni irapa chini ya space, ila hapa limeandikwa monetization. Hii monetization ni mfumo wa malipo ambao ukiona mtandao wowote umekuruhusu wewe katika nchi yako kuwa na monetization, basi ujue kupitia mtandao huo utapata pesa. Na mara nyingi hapo kuna monetization ndipo hasa ambapo kuna vigezo na masharti ama kuna pesa zako. Sasa ukishaona hii monetization itakubidi uingie moja kwa moja Tap. Nam. Sasa ukishaingia hapo katika monetization, ukrasa ama dashboard itakuwa ikikuelekeza mambo haya hapa. Cha kwanza kabisa wanakuambia kwamba make money on X, maanake kwamba wanakuambia e, weka pesa ama tunza pesa. Yes, kumeki maana yake yani ni kama vile kutafuta ama kujiwekeza yes, kwa hiyo jiwekeze pesa e katika mtandao wa x moja kwa moja yani una njia. Make money on x yani maana yake uko tayari kuweka pesa ama kutengeneza pesa kupitia x yes so x labda ukafikiri nipon huu ni mtandao wa x kwa hiyo sasa tunaona kabisa kwamba ukiingia hapa kuna monetization wanakuambia kabisa make money Eh, wanakuambia make money on X. Alafu chini wamekuandikia hivi, the first step to monetization is getting verified with X premium. maana yake hatua ya kwanza ni kuthibitishwa kwa X premium. Hii premium sijajua maana yake inakuwa inamaanisha nini, ila atakuja kuambia kwenye video yangu nyingine. Kwa hiyo the First step to monetization is getting verified with X premium. Maana yake ni kwamba hatua ya kwanza ni kuthibitishwa kwa X premium, lakini pia hapa chini kuna neno moja ambalo limeandikwa get paid to post. Alafu chini wameandika hivi any form sharing high quality content the more you use on X the more you earn. sasa hii inamaanisha hivi, pata pesa kwa kushiriki mauzui ya ubora wa juu kadri unavyoshirikisha watumiaji kwenye X. pata pesa kwa kushiriki mauzui ya ubora wa juu kadri unavyoshirikisha watumiaji kwenye X ndivyo unavyopata mapato mengi zaidi. Kwa hiyo anakwambia upate pesa kwa kushiriki mauzui ya ubora wa hali ya juu yani kwa kuweka hapa maudhui ambayo yana ubora wa hali ya juu lakini maudhui ambayo yatakuwa yanatafutwa zeni. Maudhui unaweza kuweka picha, unaweza kuweka video ama unaweza kuweka kitu kingine kama hicho ambacho kitakuwa kina ubora na watu watakuwa wanakitafuta kwa wingi sana, na wanakuambia kwamba unavyoendelea kuweka hivyo ndivyo unavyoendelea kupata pesa, na hii inakuwa ni kama vile tu kwa YouTube pamoja na Facebook. Lakini pia hapa chini inaonesha kwamba kuna mtu ana uwezo wa kuingiza mpaka dola 816 kwa mwezi, lakini pia kuna watu wanaweza kuingiza mpaka dola 1000 mpaka dola 2000 mpaka dola yani, ambazo ana uwezo wake wa kuziweka yani wa kuweza kuzitafuta kupitia mauzo yake anayoyatengeneza. Sasa, je, tufanye nini ili tuweze kuanza kupata pesa? Cha kwanza kabisa nakwambia kwamba vigezo ambavyo naenda kuwekea hapa mbele vinabidi viwe vimepiga tiki. Yes, vio vimepiga tiki kama unayoiona hii. Subscribers. Iwe imepiga tiki. Subscribers huku katika Twitter X tunaita forward. Sasa inabidi vio vimepiga tiki vinini hivyo? Cha kwanza kabisa, ili uone kama umeweza kuingia kwenye mfumo ama una pesa katika Twitter X ni lazima wewe umeingia hapa katika creator revenue sharing eligibility. Yes, hii hapa utaibonyeza. Ukishaibonyeza, hapa kwa kuwa mimi ni mtu ambaye wanasema kwamba ni mpya ambaye sina chochote, sina forward, sina content, sina chochote. Kwa hiyo hapa katika Twitter X nakuwa sijapiga tiki chochote, yaani vigezo vyao sijakamilisha hata kimoja. Kuna vigezo vitatu, cha kwanza ni hichi hapa juu ambacho kimeandikwa hivi get verified by subscribing to premium. inamaanisha nini? Maana yake ni hivi, izinishwa kwa kujiandikisha kwenye premium. Kwao ni lazima uizinishwe kwa kujiandikisha kwenye premium. sasa utajiandikishaje? ni lazima ili ujiandikishe hapo kwenye premium kuna kiasi ambacho utahitajika kukitoa, kama sikosei, ni takribani elfu thelathini na tano. Yes, lakini pia uwezi kuizinishwa kama utakuwa hauna hivi vigezo vingine. Kwa hiyo ili uizinishwe kwenye hii premium ni lazima utatoa shilingi 35 kupitia eh, wanasema kupitia visa kadi yako ama master kadi yako, lakini pia kuna hii nyingine wanasema hivi have it list 5 million impressions, on your posts within the list ama the last 3 months. maana yake hivi kuwa na maonyesho angalau milioni tano ndani ya, ya, yaani kwenye posti zako ama katika vitu vyako ambavyo unavipaki hapa X ama maudhui yako ndani ya miezi mitatu. Yaani katika miezi mitatu hakikisha kwamba vitu vyako ambavyo umeviposti hapa, video zako zote kwa ujumla wanasema total viewers, ama toto kuguswa ama kutazamwa iwe ni viewers milioni tano. Kwa hiyo ukiwa na viewers milioni tano ee, ndani ya miezi mitatu Twitter X itapiga tiki hapa, na ikishapiga tiki, kwa hiyo vitabaki hivi vigezo vi, viwili hivi, hichi cha juu cha kulipia ili uingie katika mfumo wa premium, lakini kitabaki hichi cha cha mwisho hichi cha mwisho kinasemaje? Kinasema hivi 500 premium forward, inamaanisha nini sasa? inamaanisha hivi, uwe na wafuasi takriban 500 ambao wanakufata, ambao kwa sisi wabongo ama kwa watu wengi wanapenda kuita kwamba ni forward. lakini sisi kwa lugha fasaha ama kwa Kiswahili fasaha tunaita wafuathi. Hao ndio wanaofahamika kwa jina la English ama kwa lugha ya English kama forward. Sasa hakikisha kwamba followers wako wawe mia tano, lakini ukishakuwa na followers mia tano uwe na takribani katika maudhui yako ama video zako ama picha zako unazoziposti hapa, wale watu wamezigusa ama wamezibonyeza ili kuzitazama vizuri takribani viewers milioni tano. Lakini ukishakuwa hivyo, utatakiwa kujiunga katika mfumo wa premium kwa kutoa shilingi elfu thelathini. Hii inakuwa tofauti sana na mitandao mingine, hasa YouTube pamoja na Facebook. YouTube wanakuambia kwamba kusanya dola takribani tano ambazo kwa wote utakuwa kusanya dola kumi, lakini dola tano utawaachia wenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa kama vile kujiunga katika premium kwao, lakini huku unatoa hela yako mfukoni ndio unajiunga katika premium. So ukishakuwa umetimiza hivi vigezo vitatu, basi utakuwa umeingia katika mfumo wa malipo, na wewe utaanza kulipwa pesa nyingi sana, kama anavyolipwa mtu mmoja anayefahamika kwa jina la miradi hayo no. Natumaini kubwa kabisa kwamba umejifunza e, eh, namna ume ambavyo unaweza kuchuma mapato kupitia mtandao wa Twitter X kiurahisi kabisa. Nikukumbushe tu kwamba mimi naitwa Sauti Sifa na napenda kuita Teacher Sauti Sifa. So ili usikose video zangu zingine ambazo zinakuja hapa, hakikisha kwamba una subscribe hapo chini, kuna neno likaandikwa subscribe. Ukibonyeza hilo neno utakuwa unapata notification moja kwa moja. Kingine siko studio kwa hiyo utaniulia kidogo, kwa sababu zote ambazo zinaingia hapo kwenye simu yako. Bye.